Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye amehukumu, Allah ambaye ametuandikia kila mwanadamu na kila kiumbe ambaye atakuwa juu ya mgongo wa ardhi na wale wote ambao watakuwa katika bahari na viumbe vyote ambao vitakuwa juu ya mbingu huwa vitaonja mauti. Allah jalla fiula alivyosema, kullu man alaiha fani yoyote kila ambacho kiko juu ya mgongo wa ardhi ambacho kina nafsi kitaonja mauti. Waqala allahu jalla fi ula kullu nafsin dhaikatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Ndugu zangu ni Waislam, alhaqiqatul musallama, huu ni uhakika ambaye kila mmoja wetu ataupitia, shita am abeit, utake usitake. Itakuja siku ndugu yangu mwislam, utakuwa katika kitanda cha mauti kama hichi. Ahibati fillah, tunaanza maudhu mpya tutakayoita ahkamul janais, hukumu ambazo zampelekea Muislamu afaa ajue nini kumfanyia maiti, nini kumfanyia mtu ambaye ukaribu kata roho. Mambo gani kama Muislamu unafaa uyajue na unafaa umfanyie ndugu yako Muislamu. Leo ni yeye, kesho ni yeye, ni wewe. Bafila, ndugu yetu Rashid iyo katika kitanda cha mauti na bado hajakata roho. Kuna mambo ambayo twapaka Muislamu umfanyie kama kijana. Kwa sababu gani vijana vijana wengi tunaogopa hali kama hizi? Tunaogopa kuosha ndugu zetu, tunaogopa kuwafanyia baba zetu, tunaogopa kuwafanyia makazi zetu, kisa ni woga. Tutawachia wazee, tutaachia wazee, mpaka lini? Wazee ndio hao wanatuondokea. Nani ambaye atashughulikia maiti zetu? Nani ambaye atawapa maiti kama hawa vitu muhimu kama hivi? Kwa hivyo wanawake wanafaa washirikiane, wanawake kwa wanawake, na wanaume washirikiane wanaume kwa wanaume, na mke anafaa kumwandaa mke wake, na mume anafaa kuandaliwa na mke wake au mume wake, ahibati fillah, katika kitanda cha mauti. Na leo Rashid ni mgonjwa wetu. Kitu cha kwanza ambacho unafaa ufanye, ndugu zangu nyote wa Uislamu, mgonjwa kali mnapomuona anagaragara, anatapatapa, innal mauta la sakarat, hakika mauti ni uchungu. Ndugu zangu nyote wa Uislamu, muona miguu yake, muona

babako ndugu zangu Waislam, itakuja siku utasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Jambo la kwanza ukishamlakinisha shahada ndugu zangu Waislam, uliyefiliwa unasema la ilaha illa Allah, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadha. Ini dua unaisema ndugu zangu Waislam, alafu unafanya subra. Mtu imetwambia asabru inda sadamatil ula, usilie Sikate shati yako, useme nitafanya nini? Kakangu niacha, babangu niacha, nitakuaje? Allah yuko na wewe, jua, inna lillahi inna lillahi inna lillahi. Jambo la pili, ndugu zangu wa islam, Mtume anatuambia alipomwingilia abi salama akampata amefungua macho kama aliyofungua ndugu yetu, na amefungua mdomo kama aliyofungua ndugu yetu, kwa sababu tena anasemea, inna ruha idha qubida tabiahu ruh inna ruha idha kubida tabahu albasar, roho itakapotoka ndugu zangu Waislamu. Macho yanapata roho inapokwenda, malaika anayechukua anakwenda nayo, na macho yako yanaangalia roho yako inaenda. Kwa hiyo jambo la pili, ndugu zangu Waislamu, tamidul ainain, unamweka sawa kichwa, ndugu zangu Waislamu, alafu unamfunga macho yake. Unamfunga macho yake na unamfunga mdomo wake, ndugu zangu Waislamu. Ni jambo la kwanza ambalo unamfanyia ndugu yako unamfunga macho na unamfunga mdomo. Alafu mkiangalia mikono yake, kwa sababu ya uchungu wa mauti imetapakaa, unaleta mikono yake pamoja, ndugu zangu wa Waislamu, unaleta mkono mwingine pamoja vile vile, unamuweka sawa ndugu yako Muislamu, na miguu yake vile vile unaiweka pamoja, ndugu zangu wa Waislamu. Kwa hivyo maiti yetu ameshaaga dunia, Haithi na Rashid majaraka yake imebadilika, anaitwa maiti. Kwa hivyo ushamuweka hivi ndugu zangu Waislamu, na cha kufuata kunamfinika na shuka au kunamfinika na leso mwili wake mzima. Mkiona bado nguo zake ziko nazo leo, kwa darsa ya leo ashafariki, tunamfinika maiti wetu shuka juu mpaka chini, leso mbili au shuka kubwa, ndugu zangu Waislamu La hivi unamfanyia ndugu yako Mwislamu. Jambo ya kwanza akiaga dunia, unamfunika macho, unamfunika mdomo, unamweka sawa, na kabla hapo umemwambia qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Wengine wana mavuhumu khato, wanasema, unasema wewe, la Mtume ametufundisha alipomwendea yule Ansari akamwambia qul sema la. lakini hufai kumwambia sema kwa nguvu. sema. sema. sema. sema yaweza asiseme kwa sababu ya uchungu wa mauti. Kwa hivyo mwambie tu polepole kul la ilaha illallah, kwa sababu Mtume anatuambia man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, yule ambaye maneno yake ya mwisho ni la ilaha illallah ataingia peponi. Tuomba Allah subhanahu wa taala atupe husnul khatima. Baada ya hapa unamwombea maiti yako nyumbani, allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wakrimukidua wa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa akrim uzu lahu billah. Hii ni first step ya kumfanyia kabla watu hawajakuja wewe nyumbani. Kama kijana wafao ufanye hivi, umwandae hivi kabla hujalia, kabla hujaita watu, kabla hujaambia majirani, wafao umtengeze hivi, ndio baadaye upeleke habari watu wa Islam. Leo ni part 1 ya tajhizul mayit. Tumeanzia hapa maiteta amekufa. Kisha inshaallah tutaanza jinsi gani ya kumwosha maiti. Kwa hivyo insha Allah, twende nyumbani tukafikiria mauti. Wewe ni kijana hujaokoka na mauti, wewe ni mzee, mauti yakufuata, kwa sababu kullu man alaiha fan, wa kullu nafsin hadha. Wallahu a'lam wa sallallahu ala rasulillahi larim. Dua pamoja na Islam, hanak llahumma bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fiku.